Shalom, shalom, shalom, shalom, ah, uh, tupo kwenye ujenzi, uh, wa choo kama unaliona hapa ni sinki la choo. Tumepata neema. Mungu ametupatia tumishi wa Mungu huyu aliyetoa eneo hili na tumeweza kujenga hapa kanisa na sasa hivi tupo kwenye mkakati maalum wa kujenga choo. Unajua kanisa sasa hivi, sasa hivi anafungiwa mengi kwa ajili ya kutokuwa na choo. Kwa hiyo wewe mpendwa, unanifuatilia, unajua kuna mengi sana, unachangia unachangia harusi, unachangia vitu ambavyo ambavyo si necessary, lakini vitu ambavyo vina vinakuwa vya muhimu sana, kama kama huduma hii kanisa. Hata kama sio kanisa lako, hata sio kama kanisa lako, ninaomba uchangie. Karibu sana uchangie. Kuna baraka kubwa sana kufanya kazi ya Mungu. Mmoja anakuambia ah, mimi sio kanisa lako. Kanisa sio la kwako, kanisa ni la Bwana. Kwa hiyo unapoweka unapoweka kitu chochote, fedha sio kwamba una, una, unaweka kwa ajili ya kanisa lako, unaweka adhina na mbinguni. Biblia inasema hivyo, umeelewa? Mahali ambapo hapaliwi wadudu, umeelewa? Mahali ambapo hapati kutu, mahali ambapo hakuna mwizi ambaye anakuja kubomoa. Wewe hizo pesa unazoweka benki, watu wanaenda wanaziba, umeelewa? Pesa unaenda kuweka baa, una, uangalia maisha yako unavyokuwa, umekuwa dhoofika kwa sababu ya ulevi unaenda on, on, on, kuweka sehemu ambayo haifai. Lakini sasa kwenye swala wa kimungu kama ile autaki, kuja karibu sana, tunaendelea kuchimba hapa, na Mungu akubariki sana, tunafanya kazi ya Mungu.